Ndio, okay. Sasa bila kuchelewa, naomba twende moja kwa moja, utupatie overview soko limeendaje hasa wiki hii ambayo inaisha, ila pia kama ukuweza kutugusia uh, kwenye wiki tatu zilizopita, zilizo maana tumeenda likizo karibu wiki mbili, tulikuwa hatu, hatuna session karibu wiki mbili, kwa pia ukuweza kutujuza kama kuna lolote limetokea kwa wiki mbili zilizopita, itakuwa ime, imefaa sana. Karibu sana okay, asante sana, asante sana kwa hii ripoti ambayo Nafi Kiwero aliandaa jana, alafu nikuwa nategemea atakuwepo, kumbe naye inawezekana huko pengine mawasiliano amekuwa mabaya kwa sababu hayuko ofisini. Mi bahati nzuri niko hapa ofisini ambako wataalamu wetu wamehakikisha kwamba mawasiliano yanaendelea kuwepo kwa hiyo. Kwanza la kwanza, kwanza wiki mbili tatu zilizopita hakukuwa na eventi kubwa au hakukuwa na significant news ambazo zina unaweza ukasema ziko market, uh, market sensitive uh, ukiachilia yale matokeo ya benki ambao walikuwa wanayatoa kwenye mwisho wa mwezi wa kumi yakiwa ni matokeo ya kota ya ayo ya robo ya tatu ya mwaka ambayo tulikuwa tunategemea kwenye tarehe thelathini, thelathini na moja, lakini tukawa surprised na mabenki makubwa mawili na yatoa tarehe ishirini na nane eh, Just before a shutdown ya mawasiliano, kwa hiyo wachache walio download kwenye simu zao, at least kwa muda wa mapumziko ya siku tano, walikuwa na muda wa kuyaanalyze kuyapitia, lakini wengi tumekuja kukutana nayo baada ya eh, kufunguliwa kwa mitandao. Kwa hiyo ndio ilikuwa ripoti kubwa na kwa kampuni zetu mbili kubwa zilizoko kwa stock market, NMB na CRDB Uh, ilikuwa ni quarter ambayo ni nzuri sana. Leo nilikuwa na some information ambayo nilitaka kuishare, lakini nikaona kwa sababu leo tuna focus kwenye Vodacom, hiyo tunaweza tukaipeleka next week specifically kuongelea banking sector, lakini preliminary inaonyesha kabisa kwamba results ni nzuri uh, na kuna benki moja ilipata changamoto ya mitandao wakati wa kubadilisha uh, banking system, haikuonekana kuathiri sana kwenye performance yao. Kwa so far so good. Sasa ukija kwenye soko sasa, hizi siku chache zilizopita, uh, ni kwamba kilichotokea mara nyingi kwenye masoko mengine huwa kinakuwa na impact kwenye stock market. Uh, so far kwetu hapa, soko lilipofunguliwa hatukuona activities ambazo ni, ni, ni, ni, yani ambazo kwamba unaona kama watu wamepanic, ila at the same time Zile results benki za, za CRDB na NMB ambazo katika hali ya kawaida pengine zingesababisha bei kupanda sana. Sasa bei ya CRDB haikupanda, ambayo kawaida ndio iliko sensitive sana na, uh, sensitive sana na results. Sasa kuna kuna mawili inawezekana labda kilichotokea kime slow down ile pace ambayo CRDB ingeweza kupanda kwa almost imebaki na trade kwenye ma, mazingira yale yale Ah, uh, sasa kwa bahati mbaya watu ambao tunawasiwasi nao au ambao wanaweza kawa na impact kubwa, uh, ni foreign investors. Foreign investors ambao kipindi kama hiki ndio wanajaribu ku review au ku revisit their risk metrics za nchi na kufanya maamuzi whether to remain invested au ku exit au kufanya chochote wanachoweza kufanya. Sasa kwa sababu hao ni portfolio uh, investors au ya judgment yao huwa haiji kwa panic kama retail investors ambao ghafla wanazidampu wanakimbia. Wenyewe wanafanya vikao, wana analyze a lot of metrics na feel the next few days, few weeks ndo tutaweza kupata impact yao, na of course na wenyewe wana share some news watatuambia kwamba how do they see our market. Kwa so far soko liko kwenye mood ya kucontemplate na kutafakari kinachoendelea. Kwaona, activities utaziona zimefanyika kidogo. Kuna wachache walikuwa nauza, lakini walikuwa nauza hata kabla ya ile event, kwa ndio hii volume kidogo imeongezeka. Na hizi ukiangalia hizi kampuni nyingine Precision Air, TTCL, Mkombozi, DSC, TTP na hizi, uh, ETF ni hizi ambazo hivi karibuni zilikuwa zina move sana kutokana na naweza nikaziita speculative behavior za baadhi ya investors. Sahizi kampuni hazina information ni kubwa ambayo ni significant, lakini ndio hizo uko nakuta zinapanda sana zinashuka sana na, na wiki, kazi ndio ambazo wiki hii zimeregister gain sasa. Hapo hapo labda naweza nikaongelea kidogo kuhusu ETF. ETF ni kati ya dirisha au counter ambao naweza nikasema imekuwa imeshambuliwa sana na wale speculators kwa sababu Uh, ni mfuko wa uwekezaji wa pamoja ambao uko listed kwenye exchange hii. E, definition itabidi tuizoee, ni product mpya hapa sokoni, lakini kimsingi ni mfuko kama UTT au Inuka isipokuwa umekuwa registered kwenye exchange. Labda kinachoongezeka ni kwamba ni mfuko ambao una index a certain number of securities, ambako kwa ETF wenyewe wameindex kampuni tano: CRDB, NMB, DSE, Niko na Afriprice. Kwenye finance and banking sector kwa mfuko kama huo. Kwa hiyo sorry, kabla ujiendele na maelezo hmm. Leo na mimi natamani iweze kuelewa vizuri, manake hii bado na mimi naliwekaga katikati. Kwa hiyo kwa ETF tukisema tutofautisha sasa na inuka money market fund ni kwamba hmm. Ina watu wanakuwa wanamiliki vipande lakini pia kuna watu wengine wanaumiliki mfuko kwa kupitia hisa ama watu wanakuwa wanashare wana, wana, wana, wana, wana huu mfuko kwa kumiliki hisa. Ja, ni, ni kwamba watu wamiliki wa huu mfuko ni, ni unit holders wa kawaida ambao wamecontribute wameingiza pesa kwenye huu mfuko sawa. Hiki kipindi cha IPO walinunua vipande. mm -hmm. Sawa, sasa kwa pamoja ndo wanamiliki hizo kampuni tano sawa. Kwa ETF, ndo inamiliki hizo kampuni tano. Sasa kwa ETF ikisha close au ikisha funga ile IPO window mm -hmm. ikawekeza kwenye hizo kampuni ambazo imesema inazi, inazi inazi index sawa na mm -hmm. ikaorodheshwa kwenye soko la hisa. Sasa wale wageni wanaotaka kuingia kwenye mfuko hawataingia kupitia kwa fund manager Vetex sawa, sawa. Wataingia kwa kupitia DSE kwa mfuko platform, kwamba mfuko unatoa platform kwamba wageni wanataka kununua na kuuza vipande watapitia kule kwenye DSE. Hapo ni sasa, sasa kule DSE kutakuwepo na trading price ya hiyo ETF kama zilivyo kampuni nyingine zinazo trade kwenye DSE. Sasa kitu kinachoongezeka hapa ni kwamba huo mfuko kama ilivyo mifuko mingine itakuwa na publish net asset value kama Inuka money market una publish net asset value, uh, UTT wana publish net asset value ambazo ni unakuwa unajumlisha zile assets walizonazo under management, una divide kwa number of units walizonazo, unapata net asset value. Sasa kwa mfuko kama ETF kawaida yake unatakiwa utrade karibu sana na net asset value yake nikata mifuko ambayo valuation yake ni rahisi sana, kwa sababu unachofanya unaangalia mfuko miliki api, na miliki hisa ngapi, zenyewe zina bei gani sokoni, una divide unapata total market value ya hizo assets, afu unaganya kwa number of units unapata net asset value. Kwa hiyo kitokea kwa mfano kilichotokea wiki hii kwamba bei imeanza kupanda, IPO price ilikuwa 200 ikapanda haraka ikakaribia hata 400 kwenye ubao wa DSE Tunatakiwa sasa turudi nyuma tuangalie net asset value yake ni kiasi gani, kama market ime, ime overvalue hiyo ETF au ime undervalue. Na siku chache za kwanza walichelewa sana kupublish net asset value, wakati wanakamilisha hiyo nani miundombinu yao na fee. Kwa mara ya kwanza wamepublish siku tatu zilizopita, ambako kama nakumbuka, ilikuwa 265 au mnaweza mkanicorrect kama kuna mtu anakumbuka wakati kule ubaoni tayari ishakimbilia kwenye karibu mia nne. Nice, eh? Sasa mfuko kama huu unatakiwa kuwa na mtu anaitwa market maker, au liquidity provider, au jina la kitaalam authorized participant ambaye sasa kazi yake kule sokoni ni kuondoa hizo pricing discrepancies kwamba bei imeenda shilingi mia nne net asset value yake ni mia mbili sitini na tano Ye mwenyewe ndo anatakiwa aende kwa fund manager, achukue moa units, asje as supply sokoni, kusudi bei irudi chini. Au ikitokea net asset value mia mbili sitini kama ilivyokuwa hii, alafu price ikaenda shilingi mia moja kwao yule sasa anatakiwa mini kwamba units ziko nyingi mno mpaka bei imeshuka Authorized participants and participants anatakiwa aende sokoni as they absorb the excess units ili create some sort of scarcity, bei sasa yaanze kupanda kutoka mia kurudi kwenye net asset value. Kwa kwa maana hiyo, participant anaoingia kwenye mfuko kama huu ni vizuri kujua net asset value iko wapi, na wewe sasa uchukue position ambayo unajua kabisa, hapa la labda na speculate kabla hajafika mahali farani, niuze kabla Liquidity, uh, market maker hajaingilia kati kuirudisha ile bei kwenye balance yake. Kwa hiyo ni kati ya products ambazo kwa kweli zitatufundisha uh, jinsi ya kubehave sokoni. <laughs> Yeah, hiyo <iyo>, kweli <laughs> nimeona hiyo kuna watu watapata shule hapo, muhimu sana mm. Kwa, kwa siku ch chache zilizopita, hii ndo kidogo ilikuwa inatuchangamsha sokoni, lakini otherwise eh, turnover kama unavyoiona uh, imeongezeka kidogo. Uh, okay, imepungua kidogo almost by half, kutoka kwenye ilikuwa reported last time kuja kwenye ile trade wiki hii uh, na bond turnover na yeye imepungua kidogo from 176 billion imeshuka mpaka 51 billion, ambayo yote inaonekana kabisa nani, market activities zilikuwa chache. Of course zilikuwa ni wiki ambazo tulikuwa bado hatuja, bado kila mtu anajaribu kuangalia balance nani, uh, portfolio yake vizuri kabla ya kuchukua maamuzi na tano vya kubwa tunaiona ilikuwa kwenye kama kawaida, CRDB uh, huwa wanaongoza, lakini sasa ndo uone jinsi ambavyo activities zilivyokuwa nyingi kwenye uh, Vetex ETF ndo ilikuwa ya pili in terms of volume, na utangalia activities kubwa zilikuwa kwenye kampuni uh, hizo ambazo ETF inazimiliki CRDB Half Price na Nico. Ukienda kwenye next page uh, now, sasa of course in hizo indices ambazo uh, so far ni habari nzuri kwamba licha ya kilichotokea lakini stock market ime poz, ime, ime, iko kwenye positive territory ime gain kidogo, na japo industry and allied ndo index ambayo kidogo imeumia na nafikiri ukiangalia kwa karibu imeumia sana kwa sababu bado kuna counter ambayo iko kwenye index ambayo bado inajicorrect ina bado inatafuta inatakiwa kuwa wapi, na hiyo utaiona kwenye hapo losers. Unaona TCC, TCC ni kati ya kampuni ambayo tangu DSE rules zilipobadilishwa, ndo bado inajitafuta level ambako inakotakiwa kuwa. Kwa hiyo tunaona jinsi ilivyobadilika, kwa ime lose kwa kiasi kikubwa almost 13, ndo imeifanya hiyo index ya kwenye industrial and allied ionekane kushuka, lakini banking sector ndio hiyo ambayo imepanda kwa 1.8%, and hiyo nilikuwa nasema kwamba labda kusingekuwa na tatizo na hizi results zilizokuwa zimetoka, ingeweza kuwa imeperform vizuri zaidi. Uh, commercial services uh, zenyewe na zenyewe zimepost a, a positive return uh, so far of course gainers kama ambavyo tumeshaona kule juu ilikuwa ni hizo ambazo zilikuwa nda uh, Interest ya MTP traders. Uh, ukiangalia kwenye participation kama kawaida, utaona kwenye eh, buying side imekuwa controlled na locals. Uh, ni kitu ambacho ungekitegemea kwenye wiki ambayo uh, foreigners bado wanarudi wana nyuma kujaribu ku revise their position kwenye soko au foreigners. Kwa hiyo katika circumstances kama hii, ndo kama nitakavyoeleza huko mbele, ndo kipindi cha, sasa cha local investors kuto panic wala kufanya nini, kuiona hii situation kama ni opportunity. Inawezekana kuna counters zilishakuacha siku nyingi kwa bei, sasa kama foreigners bado wanaendelea kuzidamp wewe unaangalia tu fundamentals, bado ni nzuri, unapakia mzigo wako, watakuja kurudi tu na mambo huwa yanaisha. Sio kwamba hatuwezi kuendelea kuishi kwenye situation kama hizi na, na mimi nadhani situation ni nzuri, kwa sababu expectation yangu ilikuwa, zimeshapita siku tatu nne tayari tunasikia taarifa ambazo mostly ni negative, hasa kwa upande kwa wa nje. Kwa hiyo hofu yangu ilikuwa ni kwamba jamaa wangeweza kuchomoa big chunks of money ambazo labda zingeweza kutikisa soko kabisa, lakini uh, naona tuko tuko almost level ile ile, na ni katika mazingira ambayo ni vizuri sana kuwa na local participation, yani local investors, kwa maana institutions na individuals, kwamba wanatakiwa kuwa yani, hii awareness inatakiwa kuwa kubwa, at least kuwepo na buffer ya kutosha mm uh -huh. just in case waki exit locals unazichukua, kwa sababu unajua locals, locals wewe una sehemu ya kukimbilia <laughs> unachukua mzigo, unaanza sasa kuulinda uchumi. Kama nilivyoandika kwenye ile week 44, anaangalia kampuni kama bado ni nzuri, unainunua, kwa sababu risk interpretation ya sisi tulioko kwenye on the ground na risk interpretation ya mtu ambaye yuko South Africa, yuko Marekani, huwa ni tofauti. Yeye anaweka much higher risk premium Appropriate risk premium unakuta, unaweza ukaokota kampuni ambayo ni nzuri. Nafikiri kwenye kwenye hizi hizii, ah, dividend imeshapitwa sasa na wakati maki, almost karibu wote wameshalipa kasoro nani huyu Afriprise, ambaye atakuwa na atakuwa na mkutano hivi karibuni, ndio atakaye lipa tarehe ishirini Novemba, na wiki ijayo kuna mnada wa miaka ishirini na tano ambayo nimesahau kuangalia kwenye kalenda kwa sababu ni bondi mpya uh. Nafikiri kama kuna mtu anatusikiliza, anaweza aka access kidogo internet, anaweza akaangalia tangazo baadaye, tukashare hiyo kuponi uh, ni ni kuponi ya namna gani, kwa so sababu last time 15 years bondi kuponi yake ilikuwa vile close to 13 ilikuwa 13.5 au 13.90, confirm baadaye na ya mwisho ni yields pale zinaposimamia, ambako hivi karibuni tumeona yield za siku mia tatu sitini na nne zilikuwa zinashuka sana, lakini sasa hizi zimeonekana kama zinaanza kupanda licha kuwa na oversubscription, lakini tumeona monetary authorities wanachukua pesa nyingi zaidi kuliko zile walizokuwa wametangaza kwenye auction, kwa hiyo ikawa inasababisha ina yield zianze kupandapanda kidogo k hicho ndio nilichonacho kwenye market. Unless kama kuna swali kwenye hiyo area.